da mkutano mkubwa hivi kwa muda kama huu wa asubuhi. Nawashukuruni kwa kuendelea kujenga chama kwa sababu kuna chama hapa. Nawapongezeni kwa kuendeleza mapambano ya kudai haki. Nataka nianze kwa jambo ambalo alifurahishi sana hapa, matai mesema ni nyumbani kwa Dionis Kipanya, Dionis Kipanya, Dionis Kipanya ambaye nafikiri naenda kumaliza mwaka onis Kipanya haonekana, katekwa nyara na watu ambao wamepewa dhamana ya kutulinda. Nis Kipanya ametekwa na majambazi, ametekwa na wale ambao tunawalipa mshahara ili watuweke salama. Hiyo leo hii hapa nyumbani kwa Johnis Kipanya, tunataka Rais Samia Suluhu Hassan, tunataka jeshi la polisi na tunataka idara ya usalama wa taifa na ujasusi watuambie Johnis Kipanya wako yuko wapi? alifanya kosa gani ambalo halikustahili, akamatwa apelekwe kituo cha polisi na apelekwe mahakamani? Alifanya kosa gani hilo la kumfanya atekwe na kupotezwa zaidi ya mwaka leo? Na hiyo adhabu, hiyo adhabu iko wapi katika sheria za Tanzania? Iko wapi? Leo nimeamkiwa, nimeambiwa leo asubuhi na waandishi wa habari wanasema niseme neno kuhusu Rais Samia kutimiza miaka minne ya urais wake. Sasa neno langu hili, Rais Samia, tuambie huyu mtoto wa hapa Matai, Jonas Kipanya koilo <laughs> <laughs> umefikisha miaka minne ya urais wako amiri jeshi Samia Suluhu Hassan, twaambie Deus Soka aliyetekwa nyara na mapolisi Temeke, Dar es Salaam, na wenzake wawili wako wapi? Petit, wako wapi? watoto wato. wa watu kwa mesiki... Warungwe. Warungwe. Rais. Leo yule aliyechoma so, picha ya rais moto, tunakosa nchi hii nyuma, polisi tunakosa nchi hii kwamba ukichoma picha ya rais moto umekosa jinai kuna sheria hiyo? Hakuna viongozi. Hakuna viongozi. Hakuna viongozi. Hakuna viongozi. Hakuna viongozi ni wakili ni mwanasheria, hakuna mwanasheria mwingine, mwenyekiti wetu wa mkoa hapo, hebu tuambieni, ni sheria ipi hiyo inayosema ni kosa la jinai kuchoma moto picha ya rais, ni sheria ipi hiyo? mimi si Kosa, ukweli wa Mungu ni kwamba wala sio kosa. Picha si karatasi tu, kwani ukichoma karatasi mie umemchoma rais mwenyewe? o tuamie rais yule ambaye alikamatwa na polisi kwa kuchoma picha yako moto karatasi, mempeleka wapi? mtoto wa watu Taula. na viongozi wa wenu wa chama wa na viongozi wetu wa chama hapa wamesema hivi mwaka 2014 miaka 11 iliyopita tulipofanya uchaguzi wa vijiji na mitaa ili jimbo la Kalambo lenye vijiji 111 nilichagua wenye viti wa vijiji tisa wa Chadema tisa kati ya mia moja kumi na moja sio wengi sana, lakini angalau mliruhusiwa kuchagua. Mlifanya uchaguzi, mkapata wenye viti tisa wa vijiji. Mwaka uliofuata elfu mbili kumi na tano ulikuwa mwaka wa uchaguzi mkuu. Nyie wananchi wa Kalambo kwenye kata ishirini na tatu mlichagua madiwani wa Chadema kwenye kata tano kata saba kwenye kata saba saba, kati ya ishirini na tatu sio nyingi sana, lakini sio vile vile. Mlienda kuchagua mkapata mlichochagua. Sasa miaka kumi baadaye, miaka kumi baadaye, mwaka jana kwenye uchaguzi wa vijiji, mwaka jana mmeweka wagombea wa kuchagua mwenyekiti wa kijiji 111 kwenye kila kijiji mmeweka wagombea, wakafutwa wote, wakaenguliwa wote. Sema, sema, sema, usiogope baba. Matokeo yake ni kwamba leo Kalamo hamna mwenyekiti wa kijiji wa Chadema hata mmoja. Sio kwa sababu hamkutaka kuwachagua, ni kwa sababu Akandege amepita bila kupingwa. Inakuwaje? Inakuwaje? Inakuwaje? wanabebwa sasa. Wengine waliopita bila kupingwa, Majaliwa Kasi, Majaliwa, Job Ndugai, nani wengine? Wako ishirini na nane asilimia kumi na mbili ya wabunge wa majimbo Tanzania hawajachaguliwa na mtu yeyote, kwa sababu wapinzani wao walienguliwa na hii tume ya sisini, wambie na waliobaki ambao walichaguliwa majimboni, walijakuchaguliwa kwa kura za wizi zilizobebwa kwenye vipegi vilivyokuwa vinabebwa na mapolisi migongoni waaliu na anesi yeyote aliyesimamia ah, hey, hey, oh, <Yoda> uchaguzi a elfu mbili na ishirini alishiriki kwenye wizi Halafu pesa za uniformu za mapolisi zikiliwa, mnalalamika. Pesa zenu za mfuko wa kufa na kuzikana, zamani polisi mlikuwa mnazikwa na serikali, siku hizi mnakatwa hela ili mzikane wenyewe, na hizo zinaliwa. Halafu zikiliwa, tuseme tuseme mnashiriki kwenye kutengeneza mateso yenu wenyewe, mnashiriki kwenye dhambi, halafu mnalalamikia kikokotoo. Na wote nyie, na mapolisi nyie na uniform zenu, na waalimu ni wa maana tu, sasa hivi mkistaafu takutana na kikokotoo cha CCM. Sasa turudi kwenye uchaguzi jamani. Katika mazingira haya tunaendaje mbele? Tunaendaje mbele kwenye chaguzi zetu? Kama tunaweka wagombea wanaenguliwa kwa mamia, kwa maelfu mwaka jana wameengua wenyeviti wa vijiji 12,260, karibu 12,000, nchi nzima. Kwenye uchaguzi mkuu waliengua wagombea wa CHADEMA peke yake, wa majimbo waliengua wagombea 35, kwenye utiwani waliengua wagombea 872. Matokeo yake CCM iko kila mahali na kila mtu analia, kwa sababu ya mfumo wa uchaguzi unaoruhusu chama kimoja kusimamia uchaguzi ambao na chenyewe kina ushiriki. Tume yetu ya uchaguzi ni tume ya CCM, imeteuliwa na Samia. Samia ni mwenyekiti wa CCM, kwa ni tume ya CCM wakurugenzi wa halmashauri wanaosimamia uchaguzi na watumishi wasi, wanaosimamia wengine wasimamia, wasimamia uchaguzi ni wa CCM, wanateuliwa na rais mwenyekiti si si si wa CCM, so na wao ni CCM. Nakumbuka Magufuli aliwaambia siwezi ziwezi nikakuchagua nikakuteua mkurugenzi, nikakupa na gari zuri na mshahara, halafu utangaze mpinzani wanaotangaza ma, wabunge masisiemu. Kwenye kata wanaosimamia uchaguzi wa madiwani watendaji wa kata, waratibu wa elimu wa kata, mabwana mifugo, mabwana uvuvi huku labda wote masisiemu. Wanaosimamia uchaguzi wa vijiji ni watendaji wa vijiji, wote masisiemu. Mfumo wa uchaguzi wa nchi hii haufai kabisa, ndio maana karamu haina mwenyekiti wa kijiji hata moja. Sasa tunaposema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, maana yake ni kwamba tunataka mabadiliko yatakayoondoa ya huu CCM katika mfumo wetu wa uchaguzi. Hilo la kwanza. Hatutaki tena uchaguzi wetu usimamiwe na watu walioteuliwa na mwenyekiti wa CCM, hawatatenda haki. La pili, hatutaki uchaguzi wetu wa wabunge usimamiwe na watu walioteuliwa na rais mwenyekiti wa CCM hawatapenda haki. Na uchaguzi wetu wa madiwani na uchaguzi wetu wa mijiji, tunataka usimamiwe na watu ambao sio watu wa rais na ambao sio watu wa CCM, usimamiwe na watu huru. Ndio maana ya maneno tume huru, tume isiyokuwa ya rais, isiyokuwa ya CCM isiyokuwa ya Chadema vilevile. Na sisi hatutaki tutendelewe, tunataka haki, na nyiye mnajua haki huinua taifa. kwa la kwanza tunataka libadilike ni hilo mfumo mzima unaosimamia uchaguzi, tufute usisiemu kwa kuhakikisha rais hateui tena tume wala wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo wala wanaosimamia uchaguzi kwenye kata wala kwenye vijiji, wawe ni watu watu huru watakaoteuliwa na tume yenyewe, sio wafanyakazi wa halmashauri. Wafanyakazi wa halmashauri wa wa, kama ni waalimu wakafundishe, kama ni waganga wakafanya kazi kwenye zahanati, kama ni bwana misitu wakalinde misitu. Waache mambo ya uchaguzi yafanywe na watu watakaoajiriwa na tume kwa ajili hiyo tu. Kama ilivyo Zambia, hapa namao hukielekea huelekewa a ilivyo na kama ilivyo Malawi kama ilivyo Kenya, tuondoe serikali kwenye kusimamia uchaguzi. Na hili na hili ni pendekezo la watazamaji wa chaguzi zetu tangu mwaka 95 tulipofanya uchaguzi mkuu wa vyama vingi wa kwanza watu wa mataifa ya nje wanaokuja kuangalia chaguzi zetu wamesema kila wanapokuja kwamba huu taratibu wa kutumia watumishi wa halmashauri unavuruga demokrasia, hautendi haki, unasababisha chaguzi ziwe sio huru na wala hazina haki. Kwa hatupendekezi kitu ambacho hakijawahi kusema. Mnanielewa, ndugu zangu? Hiyo nimesema la kwanza. La pili, nani anayeamini kwamba hilo daftari la wapiga kura lina wapiga kura wote wa kweli na wako hai? Kwenye uchaguzi mkuu uliopita, kwa taarifa za tume, tume ya uchaguzi kuna zaidi ya kura milioni mbili feki za wabunge zilizopigwa kwa ajili ya wabunge milioni mbili na laki moja na ushehe, na kati ya hizo milioni mbili na laki moja kura milioni mbili feki wamegaua wabunge wa CCM. Ni mfumo gani wa uchaguzi unaoruhusu kura feki? Sasa hivi wanaandikisha watu, wanatoa wiki moja moja wiki moja sasa, watu wataandikishwa wangapi kwa wiki moja? Wataandikisha wachache, alafu watakuja kusema tunaandikisha mamilioni. Haya mamilioni ni majina hewa, ili ukija uchaguzi, siku ya uchaguzi, kila askari na kabegi mgongoni amejaa kurafeka kila mwalimu anayesimamia na kabegi mgongoni mgongoni hekra heke. Kwa hiyo, jambo la pili, daftari na wapiga kura linahitaji kuandikwa upya ili kuondoa mamilioni ya wapiga kura hewa walioingizwa ili kuisaidia CCM kushinda uchaguzi. La tatu, hatutaki tena wagombea wetu waenguliwe.